Mamake ambaye ni mke wangu ni mtu ambaye apendi mambo ya kukata hapa chinja au kunyonga pale. Kwa majina ni Maina Samuel, na leo tuko katika kitengo cha mambo jambo, tuko naye uh, bwana Ghost Mulee. Uh, mwanzo pongezi sana. Asante. Uh, kwa sababu juzi tumeshuhudia mwanao ameweza kufunga ndoa. harusi ilikuwa vipi? kijana naye alienda mawindoni mpaka Uganda, sasa tulienda mpaka Mbarara, maanake huyu mwanadada anatoka uh, Mbarara Eh, mali inaitwa Bishenyi huko Mbarara, uh, wa Ankole wale sasa, na wanataaluma na mila ambazo ni eh, nyingi sana, lakini nashukuru waliweza kutupunguzia kwa sababu wanasema kirasmi, kama ni mila ya Kiankole tungeenda Uganda mara saba kabla ndoa. Sasa waliweza kupunguza, tukaenda mara ya kwanza alafu na wao wakaja Nairobi, tukafanya hiyo ndoa ikafanyika. Hisia zako kuona mwanao amefika kile kitengo cha kufunga ndoa na amefunga pingu naza na maisha na mpenzi wake, hisia zako ni? Nilipokuwa kanisani, alipo walipounganishwa pale, nilipata na nilijihisi kwamba natoa machozi. Si kawaida yangu kulia, lakini nilikuwa natoa machozi ya furaha, nikiangalia huyu kijana alipozaliwa, mahali amepitia, safari yake leo, eh, mimi nashuhudia harusi yake. Yeye yeah, yeah, alikuwa na miaka miwili yas tukifanya ndoa. Sasa utapata kwamba kijana mdogo tumemuona, tumemkuza alafu amefika kwa hatua ya kusema kwamba pia anafunga ndoa. Ilikuwa ni furaha kubwa sana kwangu. Yeye yeah, ndio kijana wa kwanza aitwa Jesse na yeye ndio wa kwanza kufanya harusi katika familia. Wakati alikuja kumtambulisha mpenzi yake kwa mara ya kwanza ama alikuja akawambia baba, "Nimepata mpenzi ambaye ningependa kumwoa." Hisia zako zilikuwa vipi? Bibi yake ni mtu alikutana wakisoma kule Uganda. Kwa hivyo walikutana kama wanafunzi Uh, miaka mingi iliyopita na akaja akasomea hapa USIU na wakawa wako pamoja kama wapenzi, lakini walikuwa hawajaanza kuishi pamoja sasa. Uh, mamake ambaye ni mke wangu ni mtu ambaye apendi mambo ya kukata hapa chinja huku nyonga pale, yeye anataka kama kila kitu kiendee sambamba. Akamwambia kijana, huyu msichana wa watu hawezi kuishi naye na wazazi wake hawajui kwa hivyo tukaalika babake, naye ni mtu wa kimataifa akiipita. Tukachangia chakula cha jioni siku moja, ndio tukasema, binti yako ukiona Nairobi ampotea, hajapotea yuko na huu kijana. Hasa ndio pale kumtambulisha, ikafata mikakati, ndio tukaenda tukafanya mambo ya mahari na nini, tukamaliza. Kwa hivyo ilikuwa ni safari ndefu, karibu mwaka miwili tukipanga. Ulifanya harusi miaka mingi iliyopita. Je, unaweza kulinganisha harusi yako wakati ule na harusi, kuna malingano yapi, similarities au differences zenye ziko pale? Uh, kitu ambacho kuna tofauti kubwa, kwa sababu so, wakati sisi tulifunga ndoa na mke wangu Karo, uh, tulikuwa na labda matatizo mengi ya kifedha, kuchanga changa halafu